Moyo ulikuwa umefanya nini? Moyo ulikuwa na vitundu viwili. Kwa muda gani? Tangu alivyokuwa mdogo, akiwa na wiki moja, alivyoenda tulivyoenda mwei mbili ndo kagundulika kwamba ana vitundu viwili kwenye moyo, akiwa na wiki moja, akiwa amezaliwa. mm -hmm. huyu franki. huyu frenki Okay, tumenda hospitali kubwa, wakasema aone oh, changamoto yoyote ndio mm. Tukapewa rufaa tukaenda Mwimbili, hospitali kubwa, kwa maana hii, yeah. Rufaa ya rufaa ya Morogoro ndio, yeah. Lakini ulivyoenda Muimbili ndio kaenda kugundulika kwamba ana vitundu viwili kwenye moyo, ana vitundu mm. mm. Ndio tulikuwa mm, tunaenda kwa yule yu mtumishi, mtumishi wa Mungu, yuko Mkunde huyo, yeah. Aliyeko Mkunde, yeah. Lakini sijui nini kimenigusa. Yaani ulivyoona tu ile bango pale nje. Ulivyoona lile bango pale nje? Ndio. Ukajisikia uje hapa. Nikamwambia dangu tushuke hapa. Tushuke hapa, tusiendele tena kule. Tusiende kule mbele. Nguvu ya Bwana ikamvuta. Mchapio wa Bwana, makofi na vigelegele. <machatikia> Unajua unaweza ukaona lile ni bango la kawaida, lakini wale mliokuwepo wakati tukiwa tunaliweka pale. Tulileta hapa, tuka tukaliwekea mikono. Si ndio hivyo? Tukambia hii si bango la kawaida lakini ni nguvu ibadilishayo maisha ya watu. Kwa hiyo Mama Franki ulivyoona ile bango, ukamwambia rafiki yako tushuke hapa. Ndio. Inawezekana kuna majibu. Ndio. Amen. Eh, eh. Baada ya kushuka. Tulivyoshuka tukakuta geti limefungwa pale nje. Ndio. Tukachukua simu tukaanza kupiga zile namba. Ndio. Tukapiga zile namba tukapokelewa. Ndio. Yule mtumishi ndo kaja kutupokea pale nje. Mtumishi upi? Stelia. Okay, ilikuwa sijui siku ya juma ngapi, kulikuwa mm. kuna ibada lakini, mama alivyokuja kutupokea hapa, ndio akaja kufanya maombi hapa, akafanya maombi hapa, akamlaza huyu mtoto wangu hapa mbele, akamlaza kwenye madhabahu mtoto Frankie, ndio kamfanyia maombi sana. mm. baada ya hapo ndio akaanza kutupa ratiba za maombi ndio nikaa nahudhuria hapa siku ya Jumanne maombi naijuma, na Ijumaa ndio na Jumapili nakuja ibadani ndio nika nika kama wiki mbili hivi kama wiki mbili eh, lakini mm-hmm. baada ya hapo, baada ya hapo kwanza tulivyokuja hapa, mtoto huyo alikuwa amebanwa sana na ile kikozi, alikuwa anakohoa mpaka alikuwa kwa sababu ya changamoto ile ya moyo ndio ndio mpaka akawa anashindwa kupumua, akawa anashindwa kupumua ndio. Baada ya maombi tulipoenda nyumbani, huyu mtoto siku ile alilala. Usiku, nilikuwa nilikuwa usiku, ulikuwa haulali kwa muda gani? Ana umri gani, Franki? Sasa hivi ana, ana mwaka, ana mwaka. Lakini tangu wiki moja baada ya kuzaliwa ulikuwa haulali kabisa ila siku... Yani kili... siku ya kwanza ulipofika tu hapa ukalala. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele! Bwana Yesu asifiwe. Hata juzi nilikuwa naongea na mama mmoja ananiambia nimekuwa kwenye changamoto muda mrefu, lakini nilivyofika hapo, ulivyoniombea kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka mitano, leo nimelala. Yesu wetu anatupa pumziko lilo hai. Amen, amen. Kwa hiyo sasa hivi yukoje you? anaendelea vizuri kabisa. unamaanisha kwamba amepona? yaani kapona kabisa. Umeenda kwa madaktari? Sijaenda hata na kumcheki hali yake. Hujaenda kumcheki afya yake? ndio lakini wewe unaamini kwamba amepona? Mimi naamini kapona kabisa. Na zile dalili zote zi, changamoto kali kwenye kupumua kikoho, hakuna dalili yoyote ile. Hakuna. Mtoto huyu ni mzima. Kabisa. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele kwa ajili ya Franki. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, najua ukisikia changamoto ya moyo unaweza kaona ni changamoto ya kawaida, si ndio hivyo eh? Lakini siku kienda hospitalini ukaambiwa una changamoto ya moyo ndio utaelewa nini maana ya moyo. Kuna uwezekano matumaini yako yakaanza yaka kupotea kuanzia hapo, si ndio hivyo, watu wa Bwana? Yes, watu wanakata tamaa, watu wanalia, itakuwaje? Kwa hiyo huu ni muujiza mkubwa sana juu yenu. Uende sasa, Mungu akupe neema, ukampeleke ukapime, si kukwambia kwenda kupima kwamba hatuna uhakika kwamba amekwisha kupona, mtoto yeye amekwisha kupona. Kupo. Asante. Lakini ili wale wote tena, uanzia pale ulipoanzia, hmm. Sawa, so, ulianzia wapi kumpima huyo? Ndio ulianzia Morogoro mjini, mjini. Ame uende tena pale wakampime tena, sawa ndio. He, ukitoka hapo uende tena mwimbili, mwimbili, mwimbili, pale Benjamin Mkapa, si ndio? Mpeleke pia pale wapime ili wale waliogundua waone kwamba kuna Yesu mtenda miujiza ndio, katika madhabahu takatifu ya Yoknet. Amina. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Mama Frank, unawaambiaje? Kanisa la Bwana na watu ambao wanatufuatilia live kwenye mitandao ya kijamii, madhabahu ya Yocnet inajibu, madhabahu ya Yocnet inajibu, inajibu. Kwa hiyo kama inajibu, kama una tatizo lolote, fika kwa madhabahu ya Yocnet. Kama una tatizo lolote, fika kwa madhabahu ya Yocnet. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Amen, amen, amen. Mama Franki anasema hata kama hapo, una tatizo lolote lile limeshindikana, kwa madaktari fika hapa, Bwana akupe jibu lako. Amen. Baba, in Jesus mighty name, asante kwa ajili ya uponyaji, asante kwa ajili ya Franki. Huyu ni mtumishi wako uliyemkusudia kwa ajili ya kazi yako, ninaachilia mafuta mabichi, kwa sababu hakuna mtu uliyemkusudia Baba akaangamia. Kama ulivyosema mbeba maono wako una mweishi